Kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mwanamama shupavu, mama jasiri, mama bingwa, mama, mama makini, mama mwenye maono mama ambaye halali usiku na mchana wajinishe ustawi wa wananchi unapatikana na si mwingine ni Dokta Samia Suluhu Hasani. Hii ni agenda ya Mheshimiwa Rais. Lengo kubwa ni kutoa elimu na hamasa kwa vijana na kina mama kwenye masuala ya uwezeshaji kiuchumi wanawake na vijana, kuweka msumo kuhakikisha wanakuanisa kwenye ongezeko hili kuna fursa zinazojitokeza sasa. Basi TAWEN nimekuja kutia nguvu katika kuhakikisha tunapata mtandao mkubwa hivyo unashauriwa kujiunga na TAWEN ili nifurahie mtandao uliyopo. Ninajua kuwa TAWEN inatekeleza sera ya nishati safi ya kupikia, kwani kupitia dau mbalimbali TAWEN lilishagawa mitungi ya gesi mia saba hamsini pia kwa zaidi ya wanawake elfu mbili kwani majiko hayo hutumia umeme mdogo sana. Sasa basi, mnaomba fursa hizi zilizowanufaisha watu wa Dar es Salaam zifikie kwetu Ileje na mkoa wa Songwe kwa ujumla wake. Naipongeza TAWEN kwa kufanya jitihada hizi katika mikoa yote iliyoweka mat hisia kubwa sana na namna ambavyo wanawake wanapata shida katika matumizi ya kuni, hususani kuni zinapokuwa zimeloa, lakini pia ukataji wa miti ambao unasababisha jangwa na mwisho siku tutakuja kukosa mvua. Ni matumaini yangu makubwa tutakuwa na uhuru katika kujadiliana, ili semina itakapoisha tuwe tume kiuchumi na ujasiriamali kupitia fursa zilizopo baada ya uwekezaji uliofanywa na serikali. Ni jukumu letu sasa kuona kuwa hii ni fursa ya kuichukua na kusonga mbele. Waswahili wanasema kuwa, unataka kwenda kwa haraka, nenda peke yako, ila unataka kwenda mbali, nenda na wenzako. Tuchangamke, wakati wa mwanamke ni sasa, tuinuke kwa pamoja. Niendelee kuwapongeza sana ambao wanashirikiana na tai haya tunaoyazungumza haya tunayojifunza kwa kushirikiana na wadau hawa, mtakuwa na nafasi nzuri sana ya kujadiliana, kujuana, kuulizana maswali na kupeana fursa mbalimbali za kuwapambania wanawake na vijana wote, mmefano jinsi nchi yetu ilivyofungua wote okay. Sisi tunajua mama alivyo, moyo wa al mama ulivyo, hakuna kama mama. Mama hana mbadala. Mama mama, mama. Tuendelee kumwenzi mama yetu Dokta Samia Suluhu Hassan, tuendelee kumsemea lakini